Mama wa Torenza, video ambayo imeushangaza ulimwengu, imeaminisha mamilioni ya watu. Mwana mama mmoja akidaiwa kuingia Marekani kwa pasipoti ya nchini Torenza. Baada ya kukutana na maafisa uhamiaji, wakamuuliza, Torenza ndio nchi gani? kwenye dunia hii tunayoishi, mpaka leo hakuna nchi ya Torenza na wala hakuna kumbukumbu iliyotokea kuonesha kwamba kuna nchi ya Torenza. Swali linabakia, mama huyu anatokea wapi? Sababu kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi, mimi nitakuja kwenye, je ni ukweli au ni uongo, hii stori au hii video ni ya kweli au ni uongo? Nitakupa sababu mbili. Sababu ya kwanza ya habari, lakini pia sababu nyingine nitakaokupa ni ya kiai -e yenyewe. Kwanza tuanze kwenye ulimwengu wa habari, mpaka muda huu tunazungumza hakuna chombo cha habari chochote kinachoonyesha au kilichoandika au kilichothibitisha kwamba hili tukio limetokea kweli kwenye uwanja wa ndege wa JFK. Na hata huo uwanja wa ndege wenyewe wao wanakanusha taarifa hii. Sasa nakupeleka kwenye teknolojia ikoje, mimi nitakupeleka kwenye teknolojia, tuiangalie video kiuhalisia ikoje. Asilimia 99 video ya mama Torenza ni AI, maanake ni akili bandia. Ile ni video ambayo imetengenezwa na akili bandia. Nitakutajia baadhi ya mama, kitu cha kwanza, sauti ya ule mama anaozungumza haiendani na ule mdomo, yaani akizungumza mdomo unakwenda, lakini sauti inachelewa. Hili ni wazi kwamba hii ni AI, kwa sababu AI ina delaying time, ina delay, yani unapotengeneza video ya AI inachelewesha muda. Mwingine haiwezi kwenda sawasawa, utakuta mistake tu kwenye sauti na ule mdomo. Lakini ya pili, ile sura yake huyu mama, ukimwangalia iko very smooth, yaani kama akatumia filta, siyo sura halisi ya binadamu, kama kuna filta fulani. Hii ni dalili ya pili inaonyesha kwamba ni AI sio video halisi. Kama utaiangalia passport, passport ni bandia si pasipoti halisi, hakuna MRZ, zile stamp hazionekani clear kabisa. Ni AI halisi kabisa, pasipoti haina MRZ, ni pasipoti ya bandia kabisa na AI ndo imegenerate video ile. Kitu chingine ni ile sauti, inafanana na speech text. Kuna AI ambazo unaandika zinasoma, unaandika zinasoma Ukisikiliza ile sauti inafanana na speech to text. Yani kama vile iliandikwa halafu ikawa inasema, na muda mwingine kama utasikiliza vizuri, haina breath, yani ile sehemu ya kupumua binadamu unaposema nilikuwa kuna sehemu kama unavuta pumzi kidogo hivi na hivi na hivi na hivi, lakini ile moja kwa moja inaenda. Ile ni wazi kwamba ile ni speech to text, au text to speech ambayo imetumika kutengeneza ile video, na hii ni AI. Na kitu cha tatu, video ina blending error. Blending error yani zile rangi zimechanganyika changanyika, changanyika, inama, yani haiendani kabisa na ule uhalisia kwa ile video ukiangalia vizuri utakuta kuna sehemu rangi yake imekaa nyingi, kuna sehemu yani ina blending era, ina matatizo mengi ya rangi. Kwa mambo haya y tu matatu niliyokutajia, hii ni wazi kwamba mama wa Torenza ni stori ya kutengeneza kwa AI, si stori ya ukweli. Ikiwa umejifunza kitu kwenye video hii ya leo, nibonyezee like. Alzenjbary Technology. Kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi.